Katav kule nyumbani lakini wasomea gua sekondari wasomea mkoa wa Kigoma wawe tayari kuwaleta watoto wao hapa wapate vitu mbalimbali. Katika harakati za kuendeleza elimu kwa vitendo na stadi za maisha, taasisi ya kukuza na kuendeleza Uislamu Tanzania Kupitia tawi lililopo Mwandiga mkoani Kigoma katika msikiti wa Ijumaa wa Mgela, hapa tunashuhudia kundi la vijana mbalimbali ambao wamekusanyika katika kambi hii huku kila mtu akionekana kuwa bize, wasichana pamoja na wavulana kwa pamoja, wengine wakishona cherehani wengine wakitengeneza umeme wengine katika mafunzo ya kompyuta na wengine katika biashara pamoja na mafunzo ya ukulima wa mboga mbogamboga. Ah, kwa jina naitwa Lajabu Idrisa Yusufu, awali nilikuwa ni, ni mwanafunzi ambaye nasomea shule ya sekondari Mazungu ambayo inapatikana wilaya ya na Uvinza kata ya kazula mimba katika jambo ambalo limenivutia katika uh, hili swala la kuja kujifunza fani uh, ni kuangalia pia, kwa sasa hivi katika jamii yetu tunaona kwamba, uh, vijana wengi ni watu wa mtaani, kwa lakini mtu akiwa na fani yake inaweza kusaidia we kupata kidogo ile mia mia mbili ambayo inaweza kuwezesha katika maisha yako na kushindwa we kuwa tegemezi kwa wazazi, unaweza e, kujitegemea we mwenyewe. Aya, ni vitu vingi sana ambavyo nimevipata. Jambo la kwanza kabisa ni hapa, naona ni umeme ambao ni electrical installation, umeme wa majumbani ambao nimejifunza, lakini pia kuna mambo ya cherehani pia nimejifunza, lakini kompyuta, lakini pia lugha za alama ambao wanaita LAT, lugha za alama ya Tanzania. Hivyo ni vitu ambavyo ni baadhi, lakini vipo vingi sana malengo yangu jambo la kwanza kabisa baada ya kumaliza short course E, kama nitaweza kujiendeleza nitaendeleza ili kuwa mbobezi zaidi katika hizi kozi ambazo nimezipata ambazo zitakuwa zile ni maalum kama umeme lakini pia na, na cherehani. Kwa hiyo nadhani nikijiendeleza nitakuja kuwa mahiri, lakini kujiendeleza tajaribu kutangaza jina langu ili niweze kufanya kazi mitaani kuhakikisha kwamba hizi hizi kozi ninaziendeleza, lakini pia zinanisaidia kupata kipato kabla hata sijaenda kuziendeleza hizi kozi zangu nahnu naishi fi hadhihi hadihi marhala litarbiati lislamii. Upo usemi usemao mtafutaji hachoki. Hapa na kukutanisha na vijana mahili ambao baada ya kuhitimu elimu ya sekondari wameamua kujiunga na kambi hii, ikiwa lengo ni kujifunza stadi za maisha. Kwa majina, naitwa Rehema Hussein. Mambo ni muhitimu wa kidato cha nne 2024. Nimeweza kulipoti katika kambi ya malezi Kigoma Mwandiga. Moja ya stadi za maisha ni katika kilimo cha mchicha. Kilimo cha mchicha hichi ni kilimo cha mchicha cha mjini, ambacho kinalimwa mjini. Kilimo hiki kinaweza kutusaidia katika kujikita katika mambo mbalimbali mbali. Biashara ya kwanza ni katika kutusaidia katika chakula. Kilimo hiki cha mchicha kinaweza kutusaidia sisi wenyewe kuweza kupata kosho mbalimbali hela, mfano tunauza hapa penyewe. Endapo nikisoma miezi mitatu ambayo ni short course ambayo naipata hapa miezi mitatu, endapo nitarudi mtaani nitaweza kunikita zaidi kuliko ambapo ningeenda kutembea kwa ndugu zangu. Hivyo nimeweza kuja hapa hii miezi mitatu hapa miezi mitatu nacho, nitaenda kuanza ku apply mtaani kabla ya kutiwa hapa. Mbegu tunatumia mbegu tunasia kwenye kitalu kwa muda wa takriban wiki mbili zilikuwa zinapata maji ya kutosha. Baada ya hapo, ndio tunachukua mbegu hizi tunatoa kwenye kitalu, tunamishia kwenye bustani kama hivi, tunapandikiza moja moja, kisha tunamwagilizia maji ya kutosha. Kama baada ya wiki moja, tunapulizia dawa ya kuua wadudu kwa niaba ya kuzuia madhara tukanaona wadudu. Baada ya hapo, majani yale yakaanza kuinukia inukia tunapulizia dawa inaitwa booster kwa ajili ya kukuza mazao katika weredi uliokuwa mzuri. Baada ya kuhitimu kidato cha nne, wameamua kujiunga na kambi hii kuweza kupata mafunzo mafupi kwa miezi mitatu. Kambi hii inatoa kozi fupi tofauti: kilimo, uongozi, biashara, ufundi, lugha za arama pamoja na mafunzo ya kompyuta. Kabla kuja hapa nilikuwepo shule. Baada ya hapo nimehitimu form 4, walitangaza na tukapata taarifa ya kuja, tukaambiwa kwamba kuna malezi ya kambi Mgela hapa, ndio tukachukua form nikaja kujiunga hapa. Tunapofundishwa hapa ni vingi sana, kuna stadi za maisha ikiwemo na kompyuta. Kwa upande wangu mimi, kabla hata sijamaliza shule nilikuwa napenda fani ya kompyuta, kwa hiyo lengo kubwa la kuja hapa ni malezi lakini ndani yao malezi lazima mtu na, na kuna kitu ambacho nka nategemea. Kwa upande wangu mimi nilikuwa na ndoto sana ya kusoma kompyuta, hivyo nilivyosoma kwenye hiyo nanilii kwenye hiyo fomu nilivyojua nilivyojua kuna, kuna fani ya kompyuta, yaani nilivutiwa sana zaidi. Japokuwa lengo kubwa ni la malezi, ila mimi kwa upande wangu nilikuwa nimependa kompyuta. Changamoto ni kubwa sana ambazo zinatokea kwa wale ambao wasiofanya hiyo, wasiopenda kusoma sasa, ambao wanashindwa wana wana kujiendeleza na masomo, kwa sababu tunaona kuna kozi mbalimbali ikiwemo kompyuta, cherehani, nini, lakini unakuta asilimia ya watu wengi wanashindwa kujiendeleza aidha kutokana na kipato au tu yeye mwenyewe anakuwa ameamua na anakutana na hasara nyingi, ikiwemo kwa wale ambao wanashindwa wana kujiendeleza na masomo, wanaenda kuolewa, unakutana umri wa kwanza ni mdogo, hawezi kumudu wale ambao wanafanya yanayokutana kwenye ndoa kwao, unakutana asilimia nyingi, unakutana tu mtu anapata mimba anaishia njiani. Kwa majina naitwa Irene Yosia Daniel mkazi wa Mwandiga mzaliwa wa Nguruka. Kwanza mimi kitu cha kwanza kilivyonivutia kipindi nipo, kipindi nipo kidato cha pili katika shule ya sekondari Jihadi, mama yangu mdogo anaitwa Fedha alikuja hapa kambi mwaka muhula wa kwanza kabisa ambao ndo kambi imeanza elfu mbili ishirini na mbili, mbili, ambao tunasema ni wakfu. Baada ya kuja hapa Alikuwa anajifunza mambo mbalimbali na alijua vitu vingi. Kwa kile kitendo cha yeye kutoka hapa kambi kuja nyumbani nilikuwa navutiwa na mambo mengi kutoka kwake. Kwanza nidhamu yake ilibadilika, ikawa nidhamu ya hali ya juu na baadhi ya vitu mbalimbali alikuwa anajua, mfano mapishi, anajua kushona, anajua kompyuta. Hivyo ndio vile vilinivutia mpaka na mimi nikatamani nimalize form 4 ili na mimi niweze kufika hapa. Baada ya kumaliza kidato cha nne nilienda kupata short course Hidayah Sultani hapo Juve. Madam Johari ndo alinifundisha kompyuta na nilijifunza baadhi ya vitu mbalimbali. Moja kabisa nilijifunza Microsoft Word ambapo ni kutype. Pili nikajifunza Microsoft Excel ambapo ni kuandaa matokeo. Tatu nikajifunza Microsoft Publisher ambao ni kuandaa kadi. Nne nikajifunza Microsoft PowerPoint ambao unafanya presentation ya vitu mbalimbali mbali. Na mwisho kabisa nilijifunza Microsoft Access ambao unaandaa vitu mbalimbali. Hivyo tu ndio nilijifunza na baadhi ya vitu vingine mbalimbali kuhusu mtandao wa kijamii kupitia kompyuta. Mimi kwanza kabisa ninachoshauri yani, sio kwa wenzangu tunaanza kwa wazazi wangu pamoja na walezi ambao wanaalea vijana wenzangu kama mimi. Mmoja kabisa hapa kituoni ni yani, ikambi, ni fursa kubwa sana ambayo inamtoa kijana katika positive way na inampeleka, inamtoa kijana katika negative way inampeleka katika positive way. Tukiangalia sisi wenyewe, baada ya kwetu kumaliza shule, kila mtu alikuwa na malengo yake, mwingine alikuwa anatamani afanye hichi afanye hichi afanye hichi, lakini kupitia kambi hii ya malezi, kila mtu amekuja hapa, ameona vitu mbalimbali ambavyo amevipata na vinaweza kumsaidia katika maisha ya mbeleni. Kwa hiyo ninachopenda kuwashauri wenzangu, nacho penda kuwashauri wazazi wangu wawe tayari kuwaleta watoto wao hapa wapate vitu mbalimbali. Kwanza kabisa, mmoja ya faida ya hapa mtu atajua, atajua namna anavyoendesha jamii yake kidini, mtu atapata athari ya vitu mbalimbali. Lakini lengo sio tu kuishia hapa, bali kuwawezesha wahitimu hao kuwafikisha katika elimu ya juu zaidi, kama anavyoeleza kiongozi wa kambi hii. Naitwa Sharafi Musa Buli. Uh, taasisi yetu inaitwa Jumuiya ya Kamati ya Kuendeleza Uislamu Mkoa wa Kigoma, ambayo iko chini ya taasisi ya Islamic Propagation Center, kwa kifupi IPC, ambayo taasisi hii inajishughulisha na malezi. Tunazo programu nyingi ambazo zinahusika na malezi. Miongoni mwa programu zetu ni kambi ya hitimu kidato cha nne. Kwa kambi hii nakusudia kuwakusanya vijana waliohitimu kidato cha nne na kuwaweka katika kambi kwa ajili ya kwa kuwapa stadi mbalimbali mbali za maisha na masomo ya dini, lakini lengo ni kubadilisha kitabia, ili ni vijana ambao watakuwa na manufaa kwa jamii nzima ya Tanzania. Unajua, kama tuwezi kuwa na vijana wazuri wenye tabia nzuri, kama tuwezi kuwa na watu wazuri, tafsiri yake jamii itakuwa na maharibiko, hatapata wacha Mungu ambao anaweza kuwa ni watifu hapa wanajifunza. Kimsingi kozi kubwa ni mbili, kwa maana tuna masomo ya dini. Kwa masomo ya dini kwenye kozi hii una masomo mbalimbali, kwa mfano Qur'an na hadithi, tauhidi, fiqhi. Lakini pia upande wa pili ama somo la pili ni stadi za maisha. Kwenye stadi za maisha sasa, hapa wanajifunza vitu vingi. Kuna utengenezaji wa sabuni za maji na vipande, kuna kilimo cha bustani na mboga mboga, kuna cherehani, kuna kompyuta, kuna mapishi, kuna mapambo. Hizo eh, ni baadhi ya fani ambazo wanajifunza hapa. Na lengo tunaamini kabisa, kwa mazingira haya na muda huu, hawezi kupata content kubwa, lakini tunachokoza ufahamu wao, ili wapate hamasa ya kuendelea kujifunza zaidi. Na baada ya hapa vijana ambao tunaweza kufanya kufa, kufa, kufa, mchakato wa kuwapeleka vijana VETA kwa ajili ya kubobea, na alhamdulillah ni mwaka wa nne na wako vijana ambao tayari wameshaenda VETA na kujiunga na mafani tofauti tofauti. Kambi yetu hii ni ya muda miezi mitatu, na programu hii kimsingi ilitakiwa ifanyike bure kwa sababu sio biashara. Lakini kwa sababu ya ile hali basi, namna ya kwenda kupata chakula chao inakuwa ni changamoto, tunalazimika wanafunzi kuchangia, lakini wengi wao wanashindwa kuchangia sababu kila mwanafunzi atakiwa changia kwa mwezi shilingi elfu hamsini lakini wanashindwa kuchangia hasa ili tu. Tunawezaje kufanya kambi hizi? Tunalazimika kulima wakati wa masika, alhamdulillah tunalima. Mfano masika hiyo imalizika, tulilima na chakula tunachukua sasa hivi, mfano mahindi na chakula ambacho tumelima kwa mikono yetu wenyewe. Ah, walimu wao, alhamdulillah walimu wao wengi wao, ama wengi wetu ni walimu ambao wana sifa Ehe, wengi wao ni walimu kwa mfano. Mwalimu anafundisha somo la mambo ya biashara, ni afisa biashara, mwajiriwa kabisa wa serikali, mwalimu anafundisha somo la uvuvi, mambo ya samaki, ni mtaalamu wa mambo hayo. E, lakini pia walimu hawa masomo ya Qur'ani ni hivyo. Walimu wanafundisha kompyuta ni watu wenye ujuzi na ueledi mzuri wa kompyuta. Tunaita jamii kwamba jambo hili tunalifanya kimsingi ni jambo lenye maslahi na jamii. Jamii lipate liotukane na vijana wasiokuwa na nidhamu, maadili, walevi. Ili kuepukana na hali hiyo, lazima vijana hao waandaliwe kwa jambo hili la kijamii. Tunatoa wito kila mwenye wasaa, vijana badala ya kumaliza form 4 na kusafiri kwenda kwa mjomba, kwa shangazi, kwa nani, basi kijana aletwe, aje hapa kupata zi studies, zitamsaidia katika maisha yake ya baadaye, kwa maana kuendelea na shule advance, vyuo vya kati na hata studies zingine za maisha. Lakini kituo hiki kinapatikana katika mkoa wetu huu wa Kigoma, wilaya halmashauri ya Kigoma DC na katika kata ya Mwandiga kijiji cha Mwandiga kitongoji cha Mgera b barabarani, barabara kuu kama inaelekea Manyovu tokea roundabout hapo chini ya panda kwenda Kasulu na Manyovu njoo kidogo, unapatikana hapa. Kwa kweli tunakaribisha, na yeyote anaruhusiwa kuja kuona, kushauri, kutoa sadaka yake ya mawazo, fikra kwa vijana hawa. Lengo ni kupata vijana ambao watakuwa na mwitikio wa mzuri wa maadili katika jamii yetu.